Watu na watu wanakushukuru sana. Mimi napigiwanga simu na watu wengi. Anambia aye da Masai. Haye da da wali nisaidia. Mama na sama basi. Hiyo ndio sasa ndio pora yangu. Nyafanyia mambo hapo hiyo pesa si kusaidia. Eh. Pesa yako nimeifungua itakusaidia, na utafanyia mambo mazuri sana. Huko kuna watu walikuwa nimewakalisha kidogo, lakini nimesema wacha nitoe hiyo jamu kidogo. Eh. Eh alafu, hapo ni sema mambo yako. Eh usungumusa ne. Akwambia eh, vile mambo imeenda vinyeo, pesa zingine imebaki sababu, sababu najua hii watu imekamatwa imewekwa pale kwa kasa kwa, kwa unajua, uh, unajua uh, wacha tusungusungumana msishtuke, wacha, uh, uh -huh. uh -huh. sana, sana. Eh, eh, ni aje mrembo? Poa sana. Fresh baridi. Niko fresh. Unajua hata mimi nimesimama na hapa lakini moyo unatetemeka. Kwa nini? Natata unajua kusimama na hii uniform si rahisi. Eh. Yeah. Uh, mimi ni binadamu uh, tu kama wewe. Okay, unajua wewe unajiamini kama wewe lakini unajua sisi ni raia, mm. Sisi raia unajua tuko kuangalia vitu tunasema kai. Tunasema tuongeze baridi. Ah, uh, msingize yeah. Baridi. Sisi ni raia tu kama nyinyi. Ni vile sisi tuko kwa uniform, mm. Ni mko kwa raia. Ah, uh, wewe wewe. Excuse me, chunga nikoge.

Jamani, jamani. Lokoboko, Uh, uh, Masai Lenana. Na, uh, hakikisha kwamba jamani usipite tu pale, uwache video yangu tu bora tumetazama. Hapana jamani, support Masai fali dunga kingele, sababu kama kawaida mimi siwezi kwanza ku appreciate, kila siku ndio mabosi yangu. Siwezi fanya hii video, naenda kwa nyumba naenda nijitazame? Hapana, ninyi ndio mnanisupport, ninyi ndio mnajua Masai na gani mna gani So unaonaga jamani, hata kuna wakati ingine siwezi reply comment, si ati si ati kwa kupenda, ni ile wakati mwingine nakuwa nimeka matana sana. So unapata mambo ni mengi, lakini jamani, mimi nawapenda sana sababu nyinyi ndio, mnani, mnani anyway mnanipanga. Uh, niko na uh, niko na sali, uh, niko na mea hapa, na mliona ile manene yalifanyika juzi pale Eh, mliona venye kina okay. Mama kama uleta msukusuko pale wakati ukakimbisana nao nine huo huo mara huko ukakamata kakamata mara huko, pale sababu ile siku walisungumza kwa amani yo. Na kama angetaka kuwakamata ile siku akiweka kwa kurusa wapeleka kwa polisi, lakini aliwapatia muda sababu hakuwa na full evidence kwamba wako na hatia ya kujibu. Sasa wakawapatia muda wao ndio wajipeleke kwa pale kwa station, wakakata sasa, ndio wakakuja wakaenda pale, pale kwa ile akatoroka, tukawapata wamejificha kadirisha kadogo pale. Sasa wanangojea venye mambo ya kesi itaenda, wafanye upelelezi, wajue mali ukweli iko Investigation, na sasa naachia na na sasa wana polisi wenyewe mali sana naye. Anyway jamani, mimi hapa leo uh, nimetaka kujua kwamba mimi ndio nimewaita hapa sababu, hapo niko na mambo mawili nimetaka kujua mambo ya mei ya pesa yamefika upande gani kwa daktari, sababu daktari kuna mala alikimbia kudogo ameenda upande ya Mombasa, kuna kazi ameenda kufanya huko ilikuwa ya dharura sana, so, angeanza kukuja leo na

So far mambo yanaendelaje huko? So far uh, tuko na wao pale remand. Yes. wanangoja tufanye investigations Yes. because hatuwezi uh, wapeleka kotini kama hatuna evidence yote, na pia we have to look at those people wenye waliuliwa ama wenye walitolewa kidneys ama what they do, so lazima wahojiwe, then later along tutaenda tuwapeleke kotini na pia, kama we'll have to know vile tutamtoa kwa mikono yao polisi wengine after the case is over, yeah. Mm. Na sasa labda mwenda huko mpate labda kesi nye labda iko huko, labda ni mzito hata kuliko hiyo, manazafanyaje sababu ama polisi pia anajua aweze kubali kuachilia sababu pia wanafanya uchunguzi kesi yao, ama hapo apo namna gani? Sasa unajua sisi wote ni serikali yes. na serikali ni moja, kwa hivyo tutaongea na wao mm. kama kesi itakuwa mzito, itabidi sasa we have combined the cases. Alafu sasa kama atafungwa atafungwa asav hiyo kesi yake na bado hii ambayo iko hapa, lakini lazima kwanza tuwakilisha kwa koti letu. Mm, ama mngefanye vipi kuliko kuenda maneno mingi si mngenyonga tu kama hii maneno yapotelea mbali. Ama si lazima tufuate sheria. Hatuzichukui sheria mkononi ndio maana venye DC Sali anasema investigation alafu after report tunafuata sasa protocol. Eh, kuna ile watapelekwa kotini wasikize wakatae au kubali mashtaka, faili itafunguliwa. So tukipata evidence against him atafungwa. Evidence ikikosekana koti itapeana muda fulani ya mm, uh, mm, ah. E, kutafuta evidence tuki sio muda, ikiisha asa, itakuwa kama kama evidence ijapatikana, he's a free man. Evidence ikipatikana, akona kesi ya kujibu na hata evidence kama itapatikana kwene ile kitu, tutaonga tuta appeal turudishe tu, tu, tu, tena kama kotini eh. So, hatuwezi amua tu tukimnyonga, pia sisi tutakuwa ni makosa pia sisi kisheria, tutakuwa tumefanya kimakosa na tutafunguliwa faile, mashtaka sababu ile no, naona skama anasumbua sana mara kwa pande hiyo <laughs> Sasa mimi, mi kulingana na suggestion yangu, mi ningekuwa na uwezo tu mgeleka tu mahali mnyonge. mm -hmm. Basi okay. Unajua kitu mzuri nini, ni nini Masai. mm -hmm. Si ameshikwa mm -hmm. Si, si sote ni serikali mm -hmm. So tunafanya kazi pamoja, so itakuwa hard kwa yeye kutoka unless yes. Ndio nakwambia unless kama evidence hakuna mm -hmm. E, na hata kama evidence hakuna tuta appeal kotini mm -hmm. Tupatwe siku kadhaa mm -hmm. Tufanye investigation vizuri sasa mm -hmm. Ikiwa hakuna according to those days tumepatiwa na koti mm -hmm. Ndio kama atachiliwa mm -hmm. Ama ashikwe, but say, since ameshikwa ni so easy sana, hata toka ni rais kwetu. Actually hata hiyo ni mzigo yetu, tuna, tuna feel mm -hmm. Imetupungukiwa na mzigo kiasi mm -hmm. E, sasa unaona imetupatia pia loophole tukaweza kushika na Michelle. Eh, kile msuru sasa, nikiangalia nikikuja, upande wa sasa mpelelezi hata manya atueleze kwa, kwa undani Mhm. Mm mm -hmm. Uh, vile tu mimi anasema hapa lazima tufuate, kwa sababu labda hata hiyo kesi ya kama, you know hatujaongea uh, na hao polisi mm -hmm. we didn't want to know much vile tumesikia ameshikwa, tukasema wacha kwanza tu focus na hawa wengine wawili ndio at least kwa sababu hiyo tuko na hizi access eh. Sasa lazima tuongee, huenda hata labda hiyo kesi bado na vile inahusiana, we never know, we just have to talk to the other officers. Yes. Yes, kwa sahi tunataka tu kuingia pale sell, tutaongea na mama kama na Michelle, and then the investigation inaanza. Naruhusiwa oh? So mm, kuenda kwa labda, nenda niwatazame hapo mm-hmm. Yes, yes, mm -hmm. Eh, unaweza watazama, but, mm -hmm. Investigation inakwanga mtu anauliza maswali mm -hmm, na na the one being investigated mm -hmm, na investigation itakuwa rahisi kwa sababu unajua mi niko 100 sure watakatoa sema yao, kuna kazi kama hiyo wanafanya mm -hmm. So unaona sio kazi ngumu, but but but they will dig deeper kujua mm -hmm. But, kani, kwa uno tawaona tu mm -hmm, but, under very strict supervision oh. Eh. Uh, the other thing ni kwamba eh, unajua bado pesa yako haijakuja yote, na sababu najua kwamba nikikutana na wewe watu imekamatwa imekuwa pale kwa romantic kwa, kwa sasa unajua, uh, unajua sasa, hapa kupata pesa ile balance itakuwa ni ngumu. Sasa wacha ni acha tusungumze na daktari hapa, alafu atuelezee, ndo tujue sasa ile balance, mm -hmm. mm -hmm. balance yakwe mabaki unaipata na una gani hii sasa. So, kikamata utasungumzana naye pale una. Yes, hello, daktari. Yeah, habari gani? yeah, all... poa sana Mm, niendelea namna gani? Niko salama mm. Saa sijui wewe huko Mombasa unaendelea aje? Aa, huku kuna watu walikuwa nimewakalisha kidogo, lakini nimesema wacha nikaetea hiyo jamu kidogo alafu. uh -huh. E, hebu niulisee mambo yako kidogo nione sasa Mm. Uh, mi na sali tuliweza kushika Michelle na Mama Kamaa mm. uh, -huh. tukawaweka ndani. But haa. Sasa kitu inanisumbua ni, unajua, ukiwa ndani sasa kupata pesa yangu itakuwa ngumu kidogo sasa. eh, e, sasa kupata pesa yangu ile ile balance ilibaki sasa, si unaona itakuwa ngumu kidogo sasa saa sijui itakuwaaje Sa... mm -hmm. e, oh. Alafu nilitengeneza nikwambia, walikuwa wameifanyia fanyia mambo hapo, hiyo pesa isikusaidia. Pesa yako nimeifungua, itakusaidia na utafanyia mambo mazuri sana, sio? oh. Eh, na wasiwasi hata kidogo. Sawa eh, lakini hivi karibuni nikirudi ndakutafuta, tuongee kidogo. ni kuna kazi ingine pia nimefanya scanning, inafaa usaidiwe. oh, ni sawa daktari. Eh, sawa, eh. sawa. sawa asante, daktari hata eh, usiwe na wasiwasi hata kidogo. Kazi iko chikoni. Sawa. Eh, eh. Dak Daktari. Eh. Ah, jamaa na mimi nashukuru sana sababu liniambia nakimbia Mombasa pale kufanya moja mbili eh, Maasai niko Mombasa live saa hii, kuna kasi huku mm. nang'ang'ana naye lakini watu walikataa kamera walisema nisiende na Maasai <laughs> oh, ni sawa daktari, mimi anajua ile watu wanakataa wataki kuonekana pale kwa tarubini takuonekana kwa darubeni <laughs> yeah. Shida wao wafanyie kitu ya mumu. Ni kwamba jamani, wamesaidika sababu najua na mutu unasaidia watu wengi, pana hapa na pale, watu wanakushukuru sana. Mimi napigiwanga simu eh, na watu wengi da. Basi hata, hmm. nashukuru sana vile unang'ang'ana na hiyo kesi. Hawa sana daktari eh. Mwahakikishie kazi iko chini, asiwe na wasiwasi, pesa yake atapata. Sawa daktari, mimi sitaki kukuchosha sana sababu najua nikikuangalia hivi kuna watu pale nimeweka pending, we shughulika kwanza nawe alafu in case of anything daktari atakudungia da matambo, tusungumze sawa sawa. Asante sana eh, shukrani sana daktari e, eh. Uh, sasa mei daktari mm -hmm. Eh, amekuhakikisha kwamba hela zako utapata mm hata -hmm. kama kama watu wamekamatwa wamewekwa ndani mm -hmm. Lakini hela zako bado utapata. Anyway, jamani tukiendelea kufuatilia hii kesi, uh, wacha sala atuambie mambo ya mwicho Eh, ndio tujua sasa kama tatafuta nafasi labda kesho ama next week nikuja ni watasame naone mambo ya kesi imeendelea namna gani, kama umepata evidence ya kutosha pale, basi ndio tuone tunaelezana aje. mm, uh, ni sawa, nikienda huko nitakuita mm -hmm. kwa sababu huwezi enda huko peke yako mm -hmm. E, nitakuita, tuwahoji uh, maswali kadhaa, alafu tuende tutafute investigations uh, tufanye investigations zetu na tutafute uh, evidence kwa sababu unajua sasa, tumewaweka pale, tuende tutafute evidence ndio wakienda kotini washikwe, kwa sababu we know hawa wow, watu wamefanya mambo mbaya na tuwezi iachilie iende hivyo. Kama serikali lazima tufuatilie na tujue the way forward mm. Anyway jamani, mimi nashukuru sana eh, kwa muda wako sababu najua matenga, najua uh, si mwanapolisi yote ama si mwanampelelezi yote tunaweza akachukua muda yote yote hapa tuende tukap tuanze kupiga story, kama hii ni ngumu sana, lakini nashukuru ile heshima yako ambayo umekuwa nayo na kuhakikisha kwamba jamani, pia mafanzo yanaridhika na, na wajue kwamba pia polisi Seti ni mtu wa kuogopa polisi, mi naweza nikakana. Unajua, hata unajiuliza maswali Masai, ulipata daraja na awa, polisi ni ile ile ile heshima unakuwa nayo, na ile kulingana vile unazungumza na watu na eh, mnaona vyenye mambo yanaenda, na mi nawambianga kwamba mimi nikianzisha maneno yangu pale kwa mtandao, sababu mambo ilianzia mahali pesa kudoa amebakisha. Daktari amesema kwamba anafanya mambo yake, mtu akinicheza na, na namsukuma huko anyway jamani mimi nawapenda sana in case of anything hata pale mbele niwaambia nilikuwa namwambia kwamba hata kama ni kwa polisi hapo ndani nitaenda kuchute hapo so mnajua Maasai ni nani ndenda na kamera mpaka pale kwa polisi na niwaambie ndio wale wamekamatwa pale aya niwaambie kwamba pesa ya mimi ndio imepatikana ile kwa mabaki alafu tuonane jamani mimi nawapenda sana na nikimalizia jamani watu watopa like za pale watu watopa like kuna link na na, na, na pin link hapa for the first uh, comment link na sukuma pale, ingia pale kwa toprex.com org. Alafu uh, kama uko na swali, uliza uliza, kwamba unataka kujua nini, unataka kujua kwa toprex pale, unatengeneza pasi haraka. Jamani, mimi nawapenda sana, till next time, shukrani.